Habari zenu wote, mimi ni Dikt Yashwin Paidimari, mshauri wa magonjwa ya neva, hospitali za Apollo, Jubilee Hills, Hyderabad. Leo nitaongea kuhusu ugonjwa wa neva unaosababishwa na kisukari. Ugonjwa wa neva unaosababishwa na kisukari ni tatizo linaloonekana mara nyingi zaidi kwa wagonjwa wa kisukari. Hutokea kwa asilimia 15 ya wagonjwa wanaougua kisukari. Kwa kawaida, huonekana kwa wagonjwa ambao wamekuwa na historia ya kisukari kwa angalau miaka 10 hadi 15 kama kisukari kimeweza kudhibitiwa, dalili hizi huonekana baada ya zaidi ya miaka 15 ya ugonjwa. Kama kisukari hakijadhibitiwa, dalili zinaweza kuonekana hata kwa wagonjwa walio na chini ya miaka kumi ya kisukari. Kwa kawaida wagonjwa huja hospitalini wakiwa na dalili za kufa ganzi au hisia ya moto kwenye viganja vya miguu mwanzoni, na dalili hizi huendelea kupanda hadi kwenye magoti Dalili zinapofika magotini, zinaweza pia kuanza kwenye ncha za vidole vya mikono na polepole kusambaa kwenye viganja na mikono ya juu. Pia wana dalili hizi za ganzi, hisia ya moto au kufa ganzi. Iwapo mgonjwa pia ana tabia ya kutumia pombe kila siku au ana upungufu wa vitamini B12, dalili zitakuwa kali zaidi. Hali hii husababisha ugumu katika kufanya shughuli zao za kila siku, hata kushindwa kushika viatu vizuri. Kwa sababu hiyo wanapata ugumu hata katika kufanya shughuli zao binafsi. Hivyo mtu akija kwa daktari na malalamiko kama haya, tunafanya uchunguzi wa mzumbuko wa neva. Kulingana na matokeo ya uchunguzi wa mzumbuko wa neva, tunathibitisha uwepo wa neuropathy ya kisukari. Mara tu tunapodhibitisha neuropathia ya kisukari, bila kujali ukali wa dalili, tunawashauri kudhibiti sukari kwa umakini na kuepuka matumizi ya pombe kama wanatumia, na pia tunarekebisha upungufu wa vitamini B12. Pamoja na hayo, dawa za kutibu neva pia hutolewa. Dawa hizi za kutibu neva zitasaidia kutuliza neva na dalili zinazohusiana nazo. Hiyo bila shaka itaboresha dalili siku baada ya siku na angalau ndani ya kipindi cha siku kumi hadi wiki mbili watu hupona vizuri. Lakini iwapo sukari haitadhibitiwa tena dalili zinaweza kurudi upya. Tafadhali zingatia udhibiti wa sukari mwilini. Ikiwa dalili hii itapuuzwa, basi ugonjwa huu wa neva utakuwa mkali zaidi na mtu atapoteza kabisa hisia kwenye mguu, na hapo ndipo wanaanza kupata tatizo linaloitwa mguu wa kisukari, pamoja na vidonda vidonda visivyopona, na wakati mwingine inaweza kusababisha kukatwa mguu. Jambo la muhimu ni kuendelea kudhibiti sukari mwilini. Asante.